Tunasema tunataka kwenda kwenye usalama na uhakika wa chakula, basi vijana na wao wawe ni nguvu kazi ya kufanya haya ambayo wazee wao wanafanya. Kwa hiyo tujitahidi, vijana wetu, badala ya kuwa wamekaa vijiweni, tukaja tukalalamikia wao ndio wanatuharibia, tuanze na wao kuwachukua katika kazi zetu, wale ambao ashafikia umri wa kufanya kazi eh. Tusije na watoto wale wadogo wadogo wale, tuwaache waendelee na utaratibu wao wa kawaida. lakini jengine, kwa niaba ya wizara, kwanza tunashukuru kwenye mpangilio wa mashamba darasa. Akija mkulima akiambiwa hili shamba darasa, kweli anahisi kuna kitu natakiwa nikafanye kwenye ploti yangu, na mimi nifanane na hapa. Sehemu nyingine utapita unaona shamba darasa, unasema mkulima anafanya vizuri kuliko shamba darasa lakini hapa shamba darasa liko vizuri. Kwa hiyo niwashukuru sana wale wote wanaolisimamia, ikiwemo na mabibi shamba na mabwana shamba wa eneo hili <coughs> lakini, kama hii haitoshi, sasa tuone hawa tunawafundisha wafikie kama lile ama zaidi ya pale, maanake ukishakaa pale mvuno mmoja, na wewe mvuno unaofuata ufate ule utaratibu wa pale, ili na wewe ufaidike kama vile ilivyo imetajwa hapa. Kuna watu wanatumia mbolea ya samadi tu, kwanza kuisha ardhi, tuchukue na sie tuweke, kwa sababu hakuna siotaka mafanikio. Tuanze na ile na na uhakika, ukiweka ile hata matumizi ya hii mbolea ambayo tunasema inapatikana mbali bei tupate bure, ile itakusaidia kiasi fulani, hata kama ukichelewa siku mbili siku tatu hujaweka ile mbolea yenyewe kwa wakati, lakini kama ulianza na samadi mwanzo, ile athari yake haitakuwa kubwa kuliko yule mtu ambaye hakuanza na chochote. Bonde letu tunashukuru, maji yapo, kwa wale ambao wanayapata tuyatumie vizuri. Kuna mabonde wakati ya vuli hayalimiki kabisa, bonde zima na hata huyo anaolima anakwambia, tuna maji ni ya visima. Maji ya kisima pampu haiwashu kama hujachangia. Unakuta mtu kakaa anakwambia, mpunga wangu na huo naone pale unaungua, najua natakiwa nito elfu mbili za umeme, imenishinda lakini hapa kuna mtu kazi yake ni kwenda kufungua na kufunga, na yanayokuja ni yale ambayo kwa kiwango tunacho taka kuyatumia na mengine tunayachia. Naenda upande wa pili, miundo mbinu ikiharibika, hata shamba lako likiwa unalitunza vizuri vipi, kama halipati maji, hakuna utakachokipata. Kwa hiyo mie niwaombe, waombe sana wakulima wa Mlemele <coughs> na wengine tuendelee kufanya kazi kwa bidii ili angalau tujitosheleze kwa chakula kile ambacho tunaweza kukizalisha hapa hapa ndani.